Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 33 mwaka che wa kanisa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya nne aya ya kwanza hadi ya pili, na somo la pili tunalipata kutoka kwa waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa kanisa la Wathesalonike sura ile ya tatu aya ya saba hadi ya kumi na mbili. Na injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Luka sura ile ya ishirini na moja kuanzia aya ya tano hadi ya kumi na tisa. Nitaisoma injili. Watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu jinsi lilivyopambwa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 Alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa taifa la Israeli, taifa hilo ambalo lilikuwa limeanza kusahau wema wa Mwenyezi Mungu aliyokuwa amewatendea kwa ajili ya maovu yaliyokuwa yameibuka ndani ya lile taifa. Na baadaye nabii huyu anasimama kuwa sauti ya Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli na kwa watawala, akiwaonya akisema kwamba uovu unaoendelea katika nchi watambue kwamba ipo siku itafika na Bwana atatoa hukumu kwa kila mmoja. Anasema, angalieni inakuja siku, siku hiyo inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na wale wote ambao ni watendaji wa maovu watakuwa makapi, na siku ile itakuja, itawateketeza, asema Bwana wa majeshi hata haitaacha hata shina mmoja wala tawi. Kinyakati hizo ilikuwa ni kwamba watu waliteseka sana kwa ajili ya watawala. Watawala hawa waliwafanya watu wakakosa matumaini, na badala ya watu kuweza kumtumainia Mwenyezi Mungu wakaanza kutumainia nguvu nyingine, nguvu za giza, nguvu za pesa, wakaacha imani yao. Nabii anasimama kati ya watu waliovunjika moyo, watu ambao hawaoni mwanga, watu ambao wapo katika giza. Anawaambia msiogope, uovu uo uo unaoendelea, kwamba ipo siku ya Bwana itakuja, ambapo Mwenyezi Mungu atamlipa kila mmoja kadiri ya matendo yake aliyoyafanya. Na baadaye anawapatia matumaini wale waliokuwa wanyonge, taifa la wanyonge, anasema kwamba ninyi ambao muda wote mmekuwa wachaji, mnalisha jina la Mwenyezi Mungu, mnalita jina la Mwenyezi Mungu, akasema jua la haki litawazukia. Kumbuka alikuwa katika giza, amesema jua la haki litazuka, likizuka kwenu, amesema ili jua litakuja kuja kuponya katika mbawa zake. Na ni kweli katika agano jipya, Yesu Kristo anakuja kutambulika kwamba yeye ni jua la haki ambalo atakapokuja anakuja kuja kuponya, alisimama katika nafasi ya kuweza kuponya. Na ndio maana pia Yesu Kristo ambaye ni jua la haki, yeye nyakati zote pia amekuwa akileta watu wake ambao na wenyewe wanafanana na Kristo. Kazi yao ni uponyaji kwa wale wote waliokuwa wamevunjika moyo, wamekatika, wamekata tamaa. Katika somo ambalo la pili linalotoka katika waraka wa mtume Paulo kwa kanisa lile la Tesalonike. Kanisa hili la Tesalonike ilikuwa ni mojawapo ya makanisa ambayo mtume Paulo alianzisha. Na mara ya kwanza mtume Paulo alivyoenda kwenye kanisa la Tesalonike, aliwahubiria mahubiri ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa lugha nyingine inaitwa parousia, kwamba Yesu Kristo anakuja anakuja kuja kulichukua kanisa. Kwa nini? kwa sababu kilikuwa ni kipindi ambacho Wakristo waliteseka sana kwa sababu ya imani yao, waliteseka kupitia utawala wa Kirumi, Nero, wa Kirumi Nero aliwachinja sana Wakristo, aliwaua Wakristo. Wakristo wakajikuta kabisa kama ni chombo ambacho ni kinyonge. Nyakati zile Paulo akaja akawa ni jua la haki kwao, akasema Yesu Kristo anakuja, vumilieni ayo mateso. Alivyohubiria habari za ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili, kanisa lile la Thesalonike wakaacha kufanya kazi, wakawa na katu wamesema Yesu Kristo sasa anakuja. Si anakuja Yesu Kristo kuja kulichukua kanisa, kuna haja gani ya kuendelea kufanya kazi? Wanafunzi wakaacha kwenda kusoma shule, wakawa na katu wamekuwa ni wavivu. Paulo baadaye ndipo anakuja kuandika barua kwa kanisa la Thesalonike, akiwaonya kwa maneno haya, anasema sikilizeni, kanisa analiambia kanisa, ninyi wenyewe mnajua jinsi inavyowapasa kumfuata, kufuata utaratibu wa kanisa. Anasema mlituona sisi tulivyokuja katikati yenu, kwamba hatukuenda bila utaratibu, hatukuishi bila utaratibu, yaani maisha ambayo tulikuwa tumeishi katikati yenu, hatukuwa ni watu wa kuweza kula chakula katika nyumba za watu, bali kupitia masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusije tukamwelemea mtu yoyote yule. Na anasema kwamba kwa sababu sisi tulifanya kazi, yaani Paulo mwenyewe ambaye alikuwa ni mwalimu wao alifanya kazi, hakumwelemea mtu yoyote yule. Anasema katika hilo tulitenda hivi ili nafsi zetu ziweze kuwa kielelezo kwenu mtufuate. Mpendwa mtazamaji, kanisa hili la Tesalonike lilikumbwa na wahubiri wa ovyo ambao Paulo alipoondoka waliwaambia kwamba ninyi mkae msubiri wakati wa Bwana Yesu Kristo anakuja. Wakaacha, wakaacha kufuata mafundisho ya Paulo wakaanza kufuata mafundisho ya watu wengine. Paulo anasimama kama kielelezo cha wale walimu ambao wanajua mpango wa Mwenyezi Mungu alioleta. Anasema kwamba mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, lazima ufanye kazi, na baadaye anasema mtufuate. Yaani yeye mwenyewe anasema mtufuate, mfuate matendo yetu. Tupo katika kipindi ambacho watu wengi kwa sababu ya changamoto na masumbufu ya maisha ambayo yamekuja, watu wanaacha kufanya kazi. Watu kila siku wanazunguka katika nyumba za watu, anazunguka katika nyumba hii, anakwenda katika nyumba hii. Ndio maana katika injili Yesu Kristo anasema maneno haya mazito, anasema hivi: jilindeni, jilindeni, kwa sababu katika siku za mwisho muwe na jicho la kuwachunguza watu. Watakuja watu watawadanganya, kuna watu watakuja watasema kwa, watasema, wao ni watu wa Yesu, watasema wao ni Yesu Kristo. Anasema watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye tena, majira yamekaribia. Amesema msiwafuate watu hao kwa sababu ni waongo, wanawafanya msiwe wa mnafanya kazi kazi yenu ni kuzunguka katika nyumba hii, kwenda katika nyumba hii, kula tu. Na kuna watu kila siku mchana wanazunguka katika nyumba, wanasema wanafanya maombi. Waulizeni, wana kazi gani? Au majukumu yao yako wapi? Wanategeshea wababa wameenda katika kazi zao, yeye anazunguka katika nyumba, anasema anafanya maombi. Kazi yako ni ipi? Watu hawa Paulo, na Yesu Kristo wanasema msiwafuate na anasema ikiwa mtu hataki kufanya kazi, akasema ninawaagiza, huyo mtu basi asipewe chakula. Mtu ambaye ni mvivu hataki kufanya kazi, huyo mtu asipewe chakula. Paulo anasema, kwa maana twasikia kwamba wako watu kwenu ambao wanaenda bila utaratibu, hawana shughuli zao wao wenyewe, lakini kila siku ni kujishughulisha katika kazi eh, katika mambo ya watu wengine. Ni kweli kuna watu hawana utaratibu. Ungekuwa ni mtu mwenye utaratibu, asubuhi na mapema saa mbili unaanza kuzunguka mtaani, unaubiri neno la mwenyezi Mungu, utaratibu wako upi? Utafanyeje kuulisha familia yako? Uwe na utaratibu, unajishughulisha katika mambo ya watu wengine. Paulo ameonya. Yesu Kristo katika Injili anakuja kutuambia juu ya habari za siku ya mwisho na anakuja kuzungumza maneno haya akiwa hekaluni akiwaona watu wakiongea juu ya hekalu na juu ya sadaka. Usisahau mpendo wa mtazamaji, hekalu hilo lilikuwa limejengwa na Sulemani na Sulemani alipokuwa amejenga ile hekalu lilikuwa ni nzuri, watu wakaanza kuja pale kutoa sadaka mbalimbali mbali. Watu wakaanza kusifia vile lilivyokuwa limepambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, Yesu akasema mnayoona haya siku moja lazima yaje yaangamie. Ndio wakamuuliza ni lini na kuna dalili za namna gani? Akatolea yule mfano akasema msije mkadanganyika katika hiyo, katika habari za maangamizi ya siku za mwisho. Anasema huo mwisho hauji upesi, ila kuna dalili mojawapo za mambo ambayo kwa kila mtu anayesikia neno la Mwenyezi Mungu na aliyekuwa akimsikia Yesu Kristo na unayolisikia lazima uweze kuwa na jicho la kuyajua mambo hayo. Kuna alama za nyakati. Alama ya kwanza ipo katika hatua ya taifa moja kwenda kupigana na taifa jingine, na anasema watapigana taifa moja na jingine, na ufalme kupigana na ufalme mwingine. Akasema ukiona mataifa yanaanza kuibuka, ujue kabisa kwamba hizo ni dalili za siku ya mwisho. Baadaye anaongeza anasema, kutakuwa kuna matukio fulani ya ajabu ajabu, matetemeko ya ardhi, magonjwa ya kutisha, tauni katika mahali mba, ma, maeneo mbalimbali mbali, na anasema kwamba hizo ishara za kutoka mbinguni takavuka zinaibuka, akasema utambue kwamba hizo ni dalili, mwisho wake bado haujafika. Anaongeza kitu kingine ambacho anasema kitawakuta wa Kristo. Anasema watawaudhi, watawakamata na watapelekwa katika maeneo mawili: mtapelekwa kwenye masinagogi na baadaye mtafungwa katika magereza kwa ajili ya jina la Kristo. Mtaudhiwa sana kwa ajili ya jina la Kristo, na anasema hayo yote, mkikamatwa, mkipelekwa magerezani kwa jina, jina la Kristo, akasema hayo yatakuwa ni kwa ajili ya ushuhuda wenu siku ya mwisho. Msiogope, anasema ndani ya mioyo yenu, kusudieni kutenda mema, msifikiri fikiri kwanza vile mtakavyoweza kujibu, kwa sababu yeye atawapatia neno la kuweza kujibu wakati huo huo. Na dalili mojawapo pia ya siku za mwisho ni usaliti. Amesema utatokea usaliti kwa wazazi, ndugu jamaa na marafiki kama vile unavyotokea usaliti katika ndoa na maeneo mengine. Na amesema wengine pia mtafichwa kwa sababu ya usaliti. Dalili nyingine itakuwa ni kuchukiwa, mtachukiwa na watu wabaya, mtachukiwa kwa ajili ya jina la Kristo kwa sababu mmesimama katika ukweli. Na anasema katika kuchukiwa kwenu, furaha ya mbinguni ni hii, hakuna hata unywele mmoja utakaweza kuja kupotea katika vichwa vyenu kwa sababu yeye anatujua, atatupatia nguvu ya kuweza kustahimili katika magumu hayo. Na anasema Wakristo wanapopita katika mazingira magumu kama ya kusalitiwa, kuchukiwa, kupelekwa magerezani, kufanyiwa mambo mabaya, waweze kudumu katika subira. Anasema kupitia subira, anasema Yesu, zitaponywa nafsi za watu wengi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.